Tabora, karibu Toronto. nilipokuwa na tafakari maneno haya nilienda sambamba na wazo la leo la utii wa neno. Ndilo wazo tunalotembea nalo leo na wiki hii, mpaka Jumapili ijayo tutakuwa na wazo jipya. Lakini mchungaji kiongozi aliniambia kwamba leo kanisa lilipanga kuwe na e, shukurani ya mavuno alishaanza kuhamasisha watu wamletee Mungu sadaka ya shukurani ya mavuno, na ndiyo maana nimechagua ujumbe huu wa neno hili. Bila shaka utaenda sambamba na kile ambacho eh, kanisa limekusudia kukifanya. Musa anawakumbusha wana wa Israeli sheria ya Bwana, ilikuwa ni tarehe moja mwezi wa kumi na moja mwaka wa arobaini wakati wana wa Israeli walipomaliza safari yao ya jangwani. Musa akakaa nao ng'ambo ya mto Yordani, upande wa mashariki wa mto Yordani, wakati wanakabili kuingia nchi ya Kanani. Sasa nchi ya Kanani wanaiona hawawezi kuingia bila kibali cha Bwana, na hawawezi kuingia bila kuvuka mto Yordani. Na wakati huo ukomo wa utumishi wa Musa umefika, hawezi kuvuka kwenda nchi ya Kanani na hawa watu Lazima yo, e, Yoshua mwana wa Nuni ampokee kijiti cha uongozi. Sasa kabla ya kufa kwa Musa, Mungu alimwambia awaambie wana wa Israeli maneno haya, awakumbushe sheria ya Bwana. Maana kizazi hiki kinachokumbushwa sheria ya Bwana hakikuyaona matendo makuu aliyoyafanya Mungu toka Misri kwa Farao na hata wakati wanasafiri. Ukisoma kitabu cha Hesabu kutoka na vitabu vingine, hiki kizazi kinachokumbusha sheria ya Bwana walikuwa bado wadogo. Sasa kwa miaka hii arobaini wameshakuwa watu wazima wanaoweza kuelewa Mungu anasema nini. Sasa Musa amesema mambo mengi lakini mambo yanayoonekana, sura ya nane anawakumbusha watu wa Mungu, kusanyiko la wana wa Israeli wanaotarajia kuingia nchi ya Kanaani, nchi aliyoahidiwa baba yao Ibrahimu. Musa anawakumbusha mambo ya fuatayo. Kwanza, anawakumbusha maisha yalivyokuwepo jangwani na kule Misri. Anasema waliposafiri ile miaka arobaini kulikuwa na mapungufu makubwa sana ya mahitaji ya kibinadamu. Hawakuwa na mahitaji ya kutosha ya kibinadamu, kwa sababu safari yao ilikuwa jangwani. Wasingeweza kufanya kazi, wasingeweza kulima, wasingeweza kupata fedha kwa sababu hiyo Mungu aliwatunza. Aliwatunzaje? Maandiko yanasema walipokuwa na njaa, aliwaletea mkate, maana walikula, maana hawawezi kulima jangwani. Lakini walipokuwa na kiu, kwa sababu jangwani hakuna maji, Mungu alitengeneza chemchem za maji watu wake wakali. Lakini walipokuwa na changamoto za kiafya, Mungu alileta uponyaji na ndiyo maana anasema wala mavazi yako hayakuchakaa wala mguu wako haukuvimba. Mungu alitengeneza hayo mazingira kwa sababu maana, na kipindi hiki cha jangwani, neema ya Mungu iliwabeba kama nilivyosema, kwa sababu wasingeweza kufanya kazi ili kupata mahitaji yao ya kila siku. Sasa mstari wa saba niliyosoma, Mungu anamwambia Musa, hawa watu wanatarajia kuingia nchi ya ahadi wametoka kwenye mahangaiko sana na utumwa, naomba uwaambie maneno haya. Nchi wanayoingia ina fursa, ina mambo mazuri mengi sana ambayo yametajwa hapa. Musa, waambie hawajawahi kufika wote, lakini wajua wanapokwenda kuna hali gani. Sasa Musa anawaambia nchi mnayoingia ni nchi nzuri, kwanza anawatia moyo, lakini anasema ni nchi eh, yenye vijito vya maji sasa anaanza kuzitaja fursa zilizoko nchi ya Kanani, ambazo hiki kizazi cha wana wa Israeli wanakwenda kukutana nazo. Anasema kuna vijito vya maji, watafanya shughuli za kilimo. Lakini anasema kuna chemchemi, watafanya shughuli za kilimo, watapata maji ya kunywa. Anasema kuna visima vibubujikavyo katika mabonde na vilima, anawatajia fursa za maji yaliyoko kule, kwamba wakishafika kule watafanya shughuli za uzalishaji, lakini mstari wa nane anasema ni nchi ya ngano na shairi na mizabibu na mitini na mikomamanga na mizeituni. Sasa anasema wakishaingia jangwani, walikuwa hawalii kule Misri, walikuwa hawalii maana walikuwa watu, ila watakapokwenda kwenye nchi yao wataanza kufanya kazi, watalima mazao ya chakula na maandiko yanasema hapa, yametaja ngano na shairi. Ndicho chakula, mazao ya chakula kwa Wayahudi. Kwa hiyo watalima, watakapofika kule. Wakati huo wanamsikiliza Musa, lakini jambo lingine anasema, si mazao ya chakula tu. Wakishafika nchi ya Kanaani, kwa sababu kuna fursa nyingi, watafanya, watalima mazao ya biashara. Halafu anasema mbali ya mazao ya biashara, nchi ya Kanaani wanayoiendea ina fursa nyingine ya madini. Ule mstari unaofuata anasema, nchi yenye mawe e, mawe yake ni ya chuma na milima yake ina shaba. Kwa hiyo hizo fursa zipo Kanaani, hawa watu watakapotoka ng'ambo ya Mto Udani wakaingia nchi ya Kanaani, nchi takatifu hizo fursa watazikuta. Sasa haya ni masimulizi tu. Hiki kizazi kinamsikiliza Musa, anakiambia fursa zilizoka kwamba wakishafika huko watazifanyia kazi. Wengine watafanya shughuli za kilimo, wengine watafanya shughuli za uzalishaji ili wapate fedha ili waishi. Sasa mstari wa kumi na moja anatoa angalizo Musa kwamba kweli kutakuwa na fursa na Mungu aliujua moyo wa mwanadamu kwamba atakapokuwa na mafanikio atasahau kufanya mapenzi ya Mungu. Anasema, anasema jihadhari, usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake. Ndiyo maana ya utii wa neno Mungu. Anasema jihadhari, usije ukamsahau Bwana Mungu wako kutokuzishika amri zake. Mstari wa 12 anasema watakapoingia Kanaani, jangwani bado wana njaa, wanaishi kwa mana mpaka wakati huu ambao Musa anasema nao, bado walikuwa wanakula mana. Mana ilikoma, ule mkate wa mbinguni uliacha kushuka walipoingia nchi ya kana, lakini wakati huu walikuwa wanategemea chakula hiki mana, bado walikuwa tegemezi. Anasema huko mtakapokwenda na hizo fursa mtakazozitumia zitaleta mapinduzi katika maisha yetu, mtakuwa matajiri, mtajenga, mtakuwa na mafanikio makubwa na kadhalika. Sasa anasema wajihadhari, wasije wakamsahau Bwana kwa kutozishika amri zake. Anasema watakapokuwa wamekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, maana yake maisha ya Kaanani, baada ya mafanikio watastarehe watakuwa na maisha mazuri. Sasa, angalizo hapo, wawe makini, walitii neno la Bwana siku zote, wazishike amri za Bwana siku zote. Ndani ya mafanikio yale yote waliopewa na Bwana wasisahau kumcha Bwana. Anasema moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana. Mimi nimeishi maeneo tofauti, nimeishi na watu tofauti wenye mafanikio na wasio na mafanikio. Nimelea kama mchungaji wa Kristo wa namna tofauti, wenye mafanikio na wasio na mafanikio. Na macho yangu yameshuhudia, waliokuwa na mafanikio waliambatana na Bwana, na wengine ambao walipata mafanikio hawakuambatana na Bwana, walisahau kwamba Mungu ndiye aliyewapa. Nimeishi kwenye parish lakini neno la Mungu linasisitiza sana kwa hawa watu, anasema basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau. Mungu alifanya kazi kubwa sana ya kuwatoa hawa watu utumwani na kuwapeleka kwenye nchi ya iusi. Haikuwa kazi rahisi, ninyi mnashuhudia, mnasoma vita ya Musa na Farao, vita ya Mungu na Farao. Farao anawang'ang'ania watu wa Mungu, hataki waondoke, lakini Mungu anatumia nguvu kuwatoa ili akawapumzishe. Sasa kama neema hii imetokea, Mungu ameleta msaada huo, amewatoa mahali pabaya, amewapeleka mahali pazuri, amewaonyesha fursa, wamefanya kazi, wamefanikiwa. Mungu anauliza, kwa nini wasitii neno lako? Ndicho ambacho kipo hapa mstari ule wa 17 anasema hapo, usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndiyo ulionipatia utajiri. Mwiko Musa anawaonya wana wa Israeli, utakapofanikiwa usijisifu kwamba ni nguvu zako na mkono wako umekupatia hayo, kwa sababu ukisema hivyo unamwondoa Mungu kwenye nafasi ya kukubariki, na hivi kwa angalizo wasije wakathubutu hata wa siku moja kusema hivyo. Mstari wa 18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Ndiyo maelekezo hayo. Kinyume na haya, wasipofanya haya, watakuwa hawatii neno. Hapa kitabu cha Methali sura ya tatu mstari wa tisa kinasema hivi, mheshimu Bwana kwa mali yako yote na kwa malimbuko ya mazao yako, mm, ndiyo -hmm, maelekezo. Mheshimu Bwana kwa mali. Kwa nini? Kwa sababu ndiye aliyekupa fursa, aliyekupa kazi, aliyekupa nguvu za kufanya kazi ili upate utajiri. Sasa anapoomba umheshimu, sasa unamheshimu je? Labda unamheshimu neno la Mungu linasema kwa malimbuko. Malimbuko yanawakilisha sadaka, kwa kumtolea sadaka iliyo njema. Sasa nimalizie kwa kusema hivi, leo kama alivyosema mchungaji kiongozi, ni siku iliyopangwa kwa ajili ya kumtolea Mungu eh, mavuno, sadaka, shukrani ya Mungu. Bila shaka watu wa Mungu wamejiandaa, amejianda, kwa hiyo sasa niombe sana ufanye kwa uaminifu, na huko ndiko kumheshimu Mungu kwa mali zetu, kwa malimbuko ya mazao. Mungu atusaidie sana tunapoendelea kutafakari neno hili, atutie nguvu. Tuombe. tunakushukuru Mungu wetu kwa maneno haya machache ambayo Mungu alikusudia kusema nasi, Endelea kututafakarisha ili tujue namna unavyotupenda na unavyopatia mahitaji yetu ya kila siku. Lakini Mungu, tujue namna unavyopatia nguvu za kufanya kazi ili tupate utajiri. Tunaomba sana, endelea kusema nasi, himiza mioyo yetu kwa neno lako ili tuendelee kukutumikia wewe kwa mali zetu na kwa nguvu zetu na kujenga ufalme wako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.